Lakini mbali na hilo juzi hapa, tunakumbuka mheshimiwa rais Dr. Samia kipenzi chetu alikuja na falsafa ya ya 4R. Ile falsafa baadhi ya watu wakajaribu kuibeza beza, lakini mimi nikafahamu wanafanya hivyo kwa sababu hawaijui. Mimi nikakaa nikafanya utafiti Nilivyofanya utafiti nikaandika kitabu kiko pale sasa. Baada ya kuandika kile kitabu, watu walivyokisoma, wakaona uhusiano wa zile ara nne na amani ya nchi na amani ya familia na amani ya taasisi, ndipo ambapo wakaanza kuiappreciate, lakini sio Tanzania peke yake hadi mataifa ya nje sasa yanamwiga yanaiga zile fuara katika tawala zao. Mpaka hapo, ndugu zangu, mnaelewa tunaye kiongozi wa namna gani, kwa yale makubwa na mazuri ambayo hadi sasa ameyafanya. Na nawaambieni wazee wangu wapendwa, ile falsafa itadumu milele na milele kwa wale ambao wanapenda maendeleo, kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Sasa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, haraka haraka, tunafahamu kabisa kwamba na yeye aliamini sana katika amani, ndiye mwasisi wa amani. Yeye aliamini katika maridhiano, zile arafo ile ara ya kwanza ni maridhiano. Kwa hiyo, mnaona sasa hapa mwalimu Nyerere anakwenda kukutana na Dr. Samia katika falsafa zao. Mwalimu Nyerere alisimamia maridhiano, mnakumbuka kabisa. Wale vijana watakuwa wamesoma, lakini wazee wangu, mnakumbuka kwamba hata baada ya mwalimu kuwa ameondoka madarakani, alikuwa mpatanishi wa mgogoro wa Burundi, akawa nawaleta kufanya maridhiano. Mnakumbuka, wazee wangu wapendwa, mimi nilikuwa mdogo wakati anafariki nilikuwa form 3 na nilihudhuria mazishia... no, no, sorry wakati anastaafu sorry, anang'atuka nilikuwa form 3, nilikwenda Butiama nilikuwa hapo pale, akiwa anakuja, nilikuwa nasoma Musoma pale, shule ya msingi akija nilikuwa anacheza utamaduni tunakwenda kumchezea utamaduni pale. Kwa hiyo kwa hiyo, alikuwa ni mtu wa maridhiano. Mnafahamu kabisa kwamba hata kuna kipindi wa Tanzania walikuwa wanamlalamikia kwa nini kiongozi mmoja amekosea hapa, anamtoa hapa anampeleka pale, amevuruga pale anamtoa anampeleka pale. Ukiwa na kiongozi ambaye hana ustahimilivu, ambaye si mtu wa majadiliano, hawezi akafanya hivyo. Lakini kumbe alikuwa anaangalia bigger picture, kwamba mtu akikosea mara moja inawezekana alipotoka pale. Ustahimilivu ni sifa kuu sana ya uongozi duniani. Huwezi kuwa kiongozi mzuri, hata katika familia yako, kama wewe huna ustahimilivu. Mwalimu Nyerere alikuwa mstahimilivu sana, na ustahimilivu ndiyo nguzo ya pili ya falsafa ya 4R ya mama Samia. Unaona tena hapa mama Samia anakutana na Mwalimu Nyerere. Sasa Mwalimu alikuwa mwanzilishi wa OAU, mnafahamu. Aliamini katika utu na ameandika maandiko yake katika utu. Leo hii tunaona Mama Samia anasimamia utu. Usi, usiombe ukawa na mkuu wa nchi ambaye hana utu pale anaposema, mimi sipendi fedha za dhuluma, sipendi na ameingia madarakani kawarudishia huyu si akaunti yake ilikuwa imefanywaje? Huyu vile karudisha, mama wa watu. Ndugu zangu, samahani, lakini naomba tuseme tu ukweli. Hapa tunaangalia utu. Ndio maana nikawa nikashawishika hivi karibuni, Mwenyezi Mungu akinijalia, basi kuna kitabu ambacho nitakitoa kinachosema uongozi unaojali utu, mwelekeo wa maendeleo Afrika mwelekeo wa maendeleo Afrika. Tunaona tena Mama Samia anakuwa rais wa pili katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutengeneza, kutengeneza dira ya maendeleo ya Tanzania, dira, dira la, rasmi hii ni ya pili. Sasa katika hii dira rasmi ambayo anaitengeneza tunaona kwamba katika miaka ishirini na tano inshaallah Mwenyezi Mungu atujalie. Dira inasema baada ya miaka ishirini na tano Tanzania hii iondoe aina zote za umaskini zote <tosikese> unaweza ukaona kama ndoto, lakini kama SGR naye tuliona ndoto hivyo hivyo sasa kitu cha pili na cha mwisho hapo ni kwamba Mwalimu anapokutana na Daktari Samia ni pale ambapo Daktari Samia katika ile dira amelenga kwamba nchi yetu ya Tanzania fahari yake pale ambapo Mwalimu Nyerere anapopata uhuru, ameupigania uhuru wa Tanzania, siku ile mwaka 1961 Anasimama anasema kwamba sisi tumeleta uhuru wa kisiasa kazi inayobakia sasa ni kuleta kupigania uhuru wa kiuchumi sasa. Tanzania ndani ya miaka 25, na tunamuomba Mwenyezi Mungu inayokuja, tunamwomba atujalie. Dira ya maendeleo ya 2050 inasema kwamba Tanzania itaondoa utegemezi wote wa mataifa ya kigeni, kwamba bajeti yetu, bajeti yetu tutegemee wafadhili waje watupatie pesa za kununua chaki? Hapana, amesema hiyo hapana. Na hiyo ilikuwa ndoto ya baba wa taifa.